Tumepigwa na nani? Leo. Nairobi. Nairobi United. Tutachukua kikombe. Kwa siasa. Almost kababa. One hour. a alisema Ati one term Marmeru, na <laughs> Kiswahili <laughs> angalia kwa kamusi. Unangalia <laughs> inamaanisha nini? <laughs> Baba alisema one term Marmeru. Raila Ataka sema na kijaluo one term Marmeru inamaanisha <shusun> <laughs> kijaluo <tipas> One time <Marmeru. tipas> inamaanisha hivyo. One time <tipas> inamaanisha hivi na Kiswahili kamunyajui ninala nisema One time aaral sema hivo, agalegwa kamusi utapata inamaanisha nini? Majezikujeni hapa. Uko hapa. Majenzi kujeni hapa. Uko hapa. Majenzi kujeni hapa. <laughs> Atuona hapa tabani nimesimama. Si <laughs> mpe space mbele ya kamera. Majenzi. Majenzi, majenzi, majenzi. Kama ni one time, ni sawa. Badalau. Na kama ni kumi bila break. Kwa balauk. Lakini hii

Yes, so <laughs> lakini mimi kama mii kambz sijakosia rudo udajaa <laughs> nikosea sijaona baba yake bado. Nitampigia, kama mimi na kama wewe unajua unaumia, atoka asubuhi na mapema foto jenzi enda maandamano afika kwenda maandamano penye mulichomba Polisi keso muchome ingine na muchome kotini na muumie na muwenda osipitali, majenzi tafadhali, kama natumia akili mutangeneze usipitali yenu <laughs> yenye ukiumia unatibiwa haraka haraka. Mpaka sasa hivi wenealima kwa maandamano wanyatibiwa na iywaeni maandamano, wanataka maandamano wa olina sopini aama jeziawa saibareai wenzao waliumia kwa maandamano wako Kenyatta, etibiwa wenetibiwa na Kenyatta ni ya serikali. Ukipiga serikali ngumi ukava nguo yake ukachoma nyumba yake, ati tena umeumia? Ati tena tena tu wewe wewe wewe tu mmoja tu wewe, ati tena. Unaenda sipitali hata umeng'ojeka, na sipitali wenye unaenda bado ni ya serikali. Sahii wanalia kama kitu ingine, wenzao waendi maandamano we, wako Wamepanga saba saba. Hakuna wenye bando saba saba. Hakuna ni shopping wanaenda. Hakuna maandamano. Hiyo ni uongo. Wanaenda nini? Wanaenda shopping. Ma Gen Z wanaenda shopping. Tarehe saba. Mwezi wa saba. Yaani saba saba wamepanga shopping. Na mimi kama mosidani kama mtu wa Mount Kenya ndio napanga hii maandamano. Sidhani Sidani kama ni yeye. Ati mtu wa Mount Kenya anapanga maandamano. Sidani kama ni yeye anapanga hii maandamano. Sidani. Sidani. Mimi ni kabila ingine inapanga maandamano Nairobi. Lakini sio mtu wa Mount Kenya. Sidani kama ni yeye. Juu mimi najua, tusidanganyane. Kiswahili sio mdomo yangu. Tusidanganyane. Mtu wa Mount Kenya ameweka kwa kilio yake, William mtu must go na mimi kama moja kama wana hawa naweza watetea leo. Naondi hawa hakuiba, naondi naye hawa kuiba na hawa <laughs> jamuka asubuhi na mapema, hata wa kulala hawa lala town, hawa lala town <laughs> walikuwa town asubuhi na mapema, nyinyi kabla muamuke ondi hawa walikuwa town, ruto must go, go. Ata ruto wa uh, afkam <laughs> kumbe kuna wajinga wengine, kabila ingine ikakuja, pulu pulu pulu. Wako wapi? Wako town, twendeni. Atu wako wapi? sibi block, akaangalia Tinini yo ya duka ya Mpesa. Ni ya nani? Anjeri. Omo. Walai. I swear before God. I swear before God. I swear before God. Hakuna duka ya kabila ingine. Ilibomolewa town.

Mimi najua hata mimi naumia venye unaumia, na, na kwa nini wengine ndio uchungu na kwa wengine ni mzuri? Hapana, mtu amekuwa kwa serikali miaka yote sasa anakuja kutuambia hapa mama Kassins, ati wewe ni Kassins zangu, wewe ni Kassins yangu, wewe ni Kassins yangu. Hiyo ni uongo bwana. Hapana, unaweza kuwa president wewe. Matiang'i. Matiang'i wewe. Ruto anamaliza. Kumi yake nasema Ruto anamaliza wewe. Anamaliza. Upende usipende. Ngapi? Uhuru akamaliza o, kumi. Oh, Ruta. Kibaki kumi. Moi 24. Kwani sisi ni wajinga? Kwani Kenya ni nyenu, nasema mtawale. Kwani ni mtoi kabila nyingine kama sio nyinyi.

Na wewe umeacha mtoto wako kwa nyumba. Atendeni, endeni. Na kwa TikTok. Wewe pia mwenye unakutana utumie akili. Mnakwambia uende kwa TikTok. Utumie akili yako. Hii ni siasa. Hii ni siasa. Hakuna mambo ya jenzi hapa. Hakuna mambo ya jenzi. Hakuna jenzi, ni siasa. Na nimesema tutakata kiti ya mtu atukule. <laughs>